karibia milioni 84. Ujenzi wa kufanya pale sasa, ukawa kama na JKCI, itakuwa one of the best center kwa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu